Habari. Mfano unataka kuteza incubator kwa kutumia hili box ambalo ni la plastiki, hilo utatumia temp cha controller kama hiyo, nanecha upande wa kushoto juu. Hatua ya kwanza, kwa ya kwanza utatoboa tundu kwa ajili ya kuweka ta. Ta hii itakaa kama inavyoonekana upande wa kulia. Chini ya hii ta utaweka feni, feni itakuwa chini ya hii ta, then utaendelea na hii. Lakini vyote hivyo taa pamoja na feni nyaya zake zitakuwa upande wa nje kwa ajili ya kuunganisha temperature controller. Hatua ya pili, unaweza ukaweka wavu kama huu. Lengo la kuweka wavu kama huu ni kutenganisha kati ya sehemu ambapo vifaranga vitatotolewa pamoja na feni pamoja na taa. Lengo la kutenganisha ili vifaranga vitakavyototolewa kuwa vina tabia ya kutembea, vinaweza vikatembea vikafika hadi sehemu ambapo feni feni inavyozunguka, inaweza ikasababishia ajali, hivyo tunatenganisha hivi, ili angalau vifaranga vitakavyokuwa vinatotolewa visiweze kufika ambako feni ipo. Hatua ya tatu unaweza ukaweka kifaa kwa ajili ya kupima unyevu pamoja na joto. Kifaa hichi mi nimekiweka kinaonekana hapo, lakini wewe utakiweka upande ule kule ambao umeweka temperature controller, kwamba sehemu ambapo temperature controller itakuwepo basi na kifaa hichi cha kupima unyevu pamoja na joto ndani ya incubator kitakuwepo. Hichi kifaa kinakuwa kina waya hapa, waya wa sensor, ambao waya wa sensor utaupeleka moja kwa moja ambapo mayai yapo Hatua ya kufuata ni kuweka chombo cha maji sasa. Pa chombo cha maji kinaonekana kipo karibu na nini? Karibu na mayai. Kimewekwa karibu na mayai kwa sababu, hapo kwenye hili boksi langu la kwenye picha linaonyesha kwamba feni haijaunganishwa, ila kwa kuwa wewe utaweka na feni, basi hichi chombo cha maji baada ya kuweka hapo kitatolewa nje, kitaweka upande huko karibu na feni ilipo upande wa juu. Sasa unaweza ukatoboa na kuweka kioo, yaani kwamba ukatoboa sehemu kama tundu kubwa kubwa kidogo na kuweka kioo. Tundu hili litakusaidia wewe kuchungulia ndani nini kinachoendelea bila kufungua mashine yako, ila kama utaweka nani, utatumia box ambalo ni transparent, basi tundu hutaliweka. Pia upande wa ule ambako umeeka temperature controller unaweza ukaweka na switch kwamba ukaunganishia switch hii switch itakusaidia kuzima na kuwasha incubator yako baada ya kuwa umeunganisha hivyo vifaa unaweza ukawasha na kuiacha nani incubeta yako kwa masaa zaidi ya matatu ili ujue kabisa kama unyevu unapanda kama unavyotakiwa pamoja na joto. Baada ya kuwa umejaribu na umejiridhisha kwamba inafanya kazi vizuri, ndipo utapanga mayai yako kwa ajili ya kutotolewa. Mayai yatapangwa sehemu hiyo hadi ijae kulingana na idadi, idadi ya majaribio ulioiandaa Mayai haya yatatakiwa kugeuzwa kila siku mara mbili au mara tatu kwa siku kumi na nane za mwanzoni. Muda huo joto litatakiwa liwe linasoma nyuzi za sentigredi 37.5 hadi 37.8 na wakati unyevu huo unasoma 55 hadi 65 kwa siku kumi na nane za mwanzoni. Baada ya mayai kukaa siku saba ndani ya kibeta, unaweza ukayapima yapi yana vifaranga ndani na yapi hayana, kwa kuyamulika na tochi yenye mwanga mkali na kuangalia michilizi. Mayai yenye vifaranga ndani ambavyo vifaranga vimeanza kukua ndani utakuta yana michilizi ya damu, wakati ambayo hayana vifaranga au hayana michilizi, hayo ni mayai ambayo yatakuwa hayana faida ndani ya incubator. Hii kitendo kinaitwa candling na kinafanywa siku saba baada ya kuweka mayai ndani ya incubator. Kuanzia siku ya kumi na tisa mayai haya yatakuwa hayageuzwi kabisa ndani ya incubator, na muda huo yatakuwa vifaranga ndo vinajiandaa kwa ajili ya kutoka, yani kwamba vinakaa vizuri kwa ajili ya kutoka, ambavyo ikifika siku ya ishirini na moja vifaranga hivi watatoka ndani ya mayai. Utaona dalili kama hizi, vinapasua mayai na kutoka nje. Asante kwa kunisikiliza. Kama unahitaji kujifunza kuhusu uundaji wa incubator tukuonyeshe hatua kwa hatua tulizozitaji hapa, unaweza ukajiunga katika darasa letu ambalo tunalifanya kupitia WhatsApp. Kila mwezi tunakuwa tuna mafunzo zile ile, wiki moja ya mwisho ya kila mwezi huwa tunafanya mafunzo. Mafunzo haya huwa yanachukua siku kumi kwa sababu tunafundisha uundaji wa incubator, matumizi ya incubator pamoja na ufugaji au utunzaji wa vifaranga ambavo utakuwa umevitotoa. Kiingilio katika grupu hilo la mafunzo ya uundaji wa incubator yani shilingi elfu kumi ambayo inatakiwa kulipwa kupitia namba 0746124684, namba inayoonekana kwenye skrini hiyo, baada ya kuwa umewasiliana na sisi ili tuweze kukuambia tarehe rasmi ya kuanza mafunzo ya kila mwezi. Ukilipi, ukitaka kulipia wasiliana na kupitia namba hiyo, ili tukupatie utaratibu mzima.